Yes bane, mambo vipi? Bonyeza alama subscribe, asante sana. Mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na tano uliko ni mwaka fulani hivyo wa maajabu kwa sababu tumeshuhudia vichwa vipya kwenye game ya bongo fleva, lakini pia kwenye industry ya e, singeli. Nazungumzia muziki wote kutokea hapa nyumbani Tanzania. Moja kati ya vichwa ambavyo niko navyo siku ya leo nitakuorodheshea vinne, wote naambia ni kichwa gani ambacho umekikubali na ni nani ambaye unahisi alistahili kuwemo lakini haja kuwemo kwenye listi hii hapa, bane. Moja kati ya kichwa ambacho niko nacho siku ya leo ni huyu dogo ambaye anafahamika kwa jina la Dogo Paten. Hili jina mwaka 2025 ndipo ambapo lilianza kuchukua nafasi na kila mtu kuweza kufahamu kwamba kuna dogo ambaye amekuwa na uwezo wa ajabu sana kuweza kufanya mziki wa singeri katika namna fulani hivi ambayo ukiisikiliza unasema okay. Huyu dogo ana make sound katika namna fulani hivi ambayo ni singeri bongo fleva, au usio na, ameweza kufanya hivyo uh, kwa uwezo wake mkubwa sana na mwaka huu hapa kuna mawe fulani hivi ameweza kuyaachia na ameweza kutisha kinoma noma. Ngoma ambayo ilimtambulisha vizuri kwenye game na familia kwa kama eh, afande bana usio, moja kati ya ngoma ambayo ilifanya poa kinoma noma. Bonge moja la ngoma ambalo Zuchu mwenyewe aliona mm -mm, isiwe kesi, ngoja nilibariki kwa remix ambayo of course ukidondoka kwenye ukurasa wake uh, wa YouTube wa Dogo Paten utaikuta kama ngoma namba mbili ambayo imefanya maajabu makubwa sana kwa upande wake mwaka elfu mbili na ishirini na tano bana usio. Lakini pia kuna ngoma ambayo inafahamika kwa jina la Sikupendi ambayo yenyewe imefanya poa sana na dogo alisimama mwenyewe. Hii nafasi inafanya kumweka Paten kuwa msanii wa kwanza kuweza kufanya maajabu makubwa sana kwa mwaka jana bana usio, imagine ngoma ina views zaidi ya milioni tatu na laki sita huko mjini YouTube bana. Lakini pia kuna ngoma yake ambayo inafahamika kwa jina la ungewezaje bana bunge moja la smash udogo amekuwa na mwaka fulani hivi poa sana, na ukiangalia hata uh, YouTube channel yake ina subscribers zaidi ya laki moja na elfu thelathini na nane huko akiwa ameupload video zaidi ya 19 na namba zake ni nyingi sana za views, watazamaji wote wakiwa ni milioni 10 laki 4 na elfu 11 na 579. So Dogo Pateni amekuwa na mwaka fulani hivi bora sana, mangoma mengi sana ameweza kuyaachia, na ameweza kufanya poa sana. We ni ngoma gani ambayo unaikubali kutoka kwa mtu mzima Dogo Paten Kamdomo, ni nishike zote hizi kaziachia umwaka mzee wangu, niambie, ni ngoma gani ambayo, of course, ukisikiliza kutoka kwa mtu mzima Dogo Paten, unakuwa na feel kile kitu ambacho kinakuwa poa sana, lakini pia niko na mtu mzima mdogo Sajent, moja kati ya vichwa ambavyo vimetambulishwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano basi ni hiki hapa. Udogo amekuwa na uwezo mkubwa sana, kila mtu anafahamu ngoma yake atunagojaza mama zambi, akiwa na mtu mzima chino kid, moja kati ya ngoma ambayo da, of course imefanya poa sana. Huyu bwana mdogo yeye kwenye game ameweza kutambulishwa naye mwaka 2025 akaona sio kesi, alidondoka na IP yake ambayo inafahamika kwa jina la New Life bana ikiwa na ngoma kama mlegezo um, lakini pia kuna ngoma inafahamika kwa jina la fa i miss you, ikiwemo humo ndani pia bana usio, moja kati ya madogo fulani hivi ambao wamejaribu kupush game kwa aina yake na imeweza kuwa poa sana, namba zake so nyingi sana kulingana na utawala wake ambao amekuwa akiufanya mwenetu bana. Huyo dogo amekuwa ni design fulani hivi, ngoma zake zinakaa kwenye YouTube channel ya mtu mwingine alafu yeye yeah, awazi wala na okay, sio kesi kwa upande wake na maisha mengine anakuwa yanaendelea bana usio, lakini moja kati ya madogo ambao wamefanya poa sana bana usio, namba tatu nipo na mtu mzima Jay Combat bana do oh, ujamaa huyu ah, moja kati ya wa washikaji ambao, of course, mi nafili kile kitu ambacho ameweza kukifanya Jay Combat bana usio, moja kati ya wa wasanii wazuri wazuri wazuri sana ambao tumepata nafasi ya kuweza kuwafahamu mwaka elfu mbili na ishirini eh, na tano bana umekuja na mtu mzima Jay Combat, na kuna mangoma fulani hivi ambayo mshikaji wetu aliweza kuyafanya na akafanya poa aka na akapata nafasi ya kuweza kuonekana pale ambapo watu wengi walitamani kumwona mtu mzima Jay Combat akiwa bana usio. Kuna ngoma yake ya nafahamika kwa jina la wivu, mama, wivu. Eh, na ananaifaham naninng bonge moja la ngoma no, no. Ni moja kati ya washikaji ambao wana saundi ya utofauti sana. Mi namkubali sana huyu mtu mzima Jay Combat, na aliweza kuachia mwaka 2025 EP yake ambayo ilifanya poa sana ilifahamika kwa jina la Pilikapilika humo pilika ndani kukiona ngoma nyingi sana, lakini saba ndo ilikuwa idadi ya hizo ngoma. Ngoma kama mwali, karibu eh, majalala, arosto ni ngoma ambazo mshikaji wetu alipata nafasi ya kuweza kuziachia, lakini baadaye alikuja na EP yake I mean, albamu yake iliyofahamika kwa jina la Sound of Africa. Moja kati ya album fulani hivi ambayo da kali sana mimi, kuna track inafahamika kwa jina la Amina namba sita. Hiyo do bonge moja la ngoma bana, kwenye album yake ya Sound of Africa ilikuwa na ngoma ambazo zinapata kumi na mbili wale walewale, sijui ni koje, moyo shahidi, eh, utachomwa, jitangaze na Amina, na ngoma nyingi sana ambazo. Of course, kwa mtu mzima Jay Combat zilikuwa zinatosha kutupa ile saundi ambayo si tulibahatika kuweza kuisikia na kusema ok, hii ni saundi flani hivi poa sana bana. Huu mshikaji Jay Combat mwaka wake umepata kuwa poa sana, kwa sababu masta kibao kibao walipata nafasi ya kuweza kumshirikisha na kumweka karibu kuweza kupiga eh, mangoma fulani hivi na yeye ngoma kama mapenzi eh, aliweza kupata nafasi ya kushirikisha ah, vichwa kama badest, au sio, DJ Mshizo, lakini pia mtu mzima Vanilla. So ni mshikaji ambaye amefanya makubwa sana, collaboration kubwa ameweza kuzifanya na yeye eh, mwenyewe kama yeye eh, ameweza kuonyesha kwamba Daso kinyonge EP hiyo hapo, nimekwambia pilika pilika, lakini pia album ya Sound of Africa. Nimepata nafasi ya kuweza kuiachia bonge moja la mtu huyu na ni mtu fulani hivi makini sana, mimi nimefurahi sana kuweza kumfahamu. Unampa kula ngapi? Ni ngoma gani ambayo unaifeel kutoka kwake? Andika maoni yako hapo chini. Uko umetisha kinoma noma and of course, dogo malo moja kati ya wasanii ambao wamefanya poa kinoma noma mwaka elfu mbili na ishirini na tano huu dogo, tulipata nafasi ya kuweza kumuona kwenye ngoma yake fulani hivi ambayo nilipata nafasi ya kuweza kutambaa sana, wanaanguka mashida ipo siku nene nene furaha na wananguzo walida. <laughs> bonge moja la ngoma lakini pia baadaye, DJ Mushizo alipata nafasi ya kuweza kumshirikisha kwenye ngoma yake akiwa na mtu mzima Kusa lakini na Country Boy, inafahamika kwa jina la sitaki mazoea bana, eh? So dogo malo ni moja kati ya wa wasanii ambao game imewatambulisha huu mwaka, kila mtu na maisha yake, kila mtu anapambana anapojua mwenyewe. ah, bonge moja la ngoma bana usio lipofungu, lakini pia jibu moja. Hizo ni projekti ambazo dogo malo amepata nafasi ya kuweza kuziachia ngoma, ambayo alimpa kolaboresheni mtu mzima dogo elishe inafahamika kwa jina lazima zote, ni ngoma ambayo ilipata nafasi ya kuweza kupenya na kuweza kusikika uswahilini, kugonga kuta nyingi sana za nyumba nyingi sana bana usio, lakini pia Yeah, mshikaji wetu ameweza kufanya poa sana katika shows mbalimbali mbali ambazo amekuwa akihudhuria na kuzifanya. Oi, wasanii wapo wanne nimekupa Dogo Paten, hmm? Dogo Mallow huyu hapo lakini pia aa, nilikupa mtu mzima mdogo Sajenti lakini pia ulikuwa na mtu mzima ambaye anafahamika kwa jina la Jay Combat. Wanne, nani ameumiza sana mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na tano? Drop comment yako hapo chini, utakuwa umetisha kinoma noma. Oi, the PVR, the wings of presenters, nipo hapa mzee wangu, usio bonyeza alama subscribe, kila siku tutakuwa pamoja. Mabawa nao, mimi na waamuru tu waruke ama watulie hapo hapo. Oh, chao ba